Asante. Kwa majina naitwa Mvita Mustafa Ali, ni mbunge viti maalum kutokea mkoa wa Kusini Unguja. Asante sana. Kwanza, kwa niaba ya wanawake wenzangu wa mkoa wa Kusini Unguja, sisi tulivutiwa sana na hotuba ile ya mama, maana hotuba ile tumeiona kwetu ni mwa arobaini, lakini pia imekuja kukizi matakwa makubwa ya Watanzania, lakini kwa upande wetu sisi mkoa wa Kusini zaidi tumevutika na katika sekta ya utalii mama alivyojitoa kihaki lilahi, kupigania nchi yake. Maana tunamuona tuna na uzalendo wake na imani yake, jinsi anavyopenda kuleta maendeleo kwenye nchi yake mama yule. Ile alivyoenda kuifanya ile tour ya Royal Tour kwetu sisi watu wa mkoa wa kusini ilitushajihisha sana, kwa sababu utalii kwetu sisi ndio uliko. Sisi kule tumezungukwa na bahari, lakini pia utalii kule kwetu upo kwa hiyo kwetu sisi alituamsha ari kupitia vijana na kina mama waliweza kushabikia sana ile filamu walivyoifanya, lakini pia imetuongezea kipato na imewafanya kina mama na vijana kuamka kwa ari kuingia kwenye sekta ile na kuweza kujituma na kujiajiri wenyewe. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi mkoa Kusini, kupitia ile sekta ya utalii, jinsi mama alivyoenda kuitangaza Tanzania yetu, kwetu sisi ilikuwa imetupa hamasa na imetuamsha kiasi fulani. Tunamshukuru mama kwa tua ile alivyoifanya, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Samia ambaye ni rais wetu wa Tanzania. Amefanya mengi sana ambayo hawezi kuyamaliza ukielezea, ukia, ukia, ukia. Tunaona jinsi sekta ya afya kupitia sisi wanawake, sisi tunaona ni faraja kuona kila pahala pana vituo vya afya, lakini na huduma bora zinapatikana, na kwa sasa hivi tunavyoelekea kwamba kila mtanzania atakuwa na bima. Kwa hiyo kwetu sisi tunahisi mama amekuja kutukomboa. Nawaasa Watanzania wenzangu na wa nawaomba, na lazima tumuungeni mkono, maana huyu kiongozi wetu, Mwenyezi Mungu ametupa karama hii, ni karama lazima tuilinde, kwetu itakuja kutusaidia na inatusaidia kwa. Okay, kweli mheshimiwa, mimi ni hayo tukusema, namshukuru sana mama yetu Samia Suluhu Hassan. Asante, asante sana, mimi nawaambia kina mama wenzangu wa mkoa wangu wa Kusini na waomba wakae kwa kutulia, kijana wao mama yao amenileta huku kuja kuwatumikia, na ninawaahidi nitawatumikia kwa hasa. Kwanza nitawatumikia zaidi kupitia huu mradi wa tasafu. Mradi wa tasafu umekuja ili kuwakomboa wananchi, kuwatoa katika hali ya umaskini. Cha kwanza nitakwenda kukisimamia ili niweze kujua kuna mpango ambao huu utaendelea lini. Nataka kujua huu mpango wa tasafu utakuja lini, huo ushapita, huu mpango wa tatu utakuwaje? Lakini pia nitataka kujua wale ambao waliokuwa tayari wameshakizi vigezo katika tasafu, walikuwa wamo, lakini wamepigiwa tasmini, wameonekana kama vigezo vimeshakizi. Kwa hiyo tunahitaji serikali na wale pia iwaendeleze ili wasije iwa wakarudi chini wakawa wamaskini tena wakutupwa. Kwa hiyo lazima hivi vitu tujue vinakwendaje, na nawaomba wanawake wa mkoa wa Kusini na wanawake wa Tanzania wenzangu kwa ujumla wakae kwa kutulia, viongozi wao tupo, wametutuma na tutakuja kuwashughulikia kazi zao inshallah.